Herode Mkuu, mfalme wa Yudea, alikuwa mtu mwenye uwezo na mkatili. Alitawala kwa hofu, akihofia kupoteza madaraka yake. Siku moja, wataalamu kutoka mashariki walifika Yerusalemu wakiuliza, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Herode aliposikia haya, alijawa na hofu kuu. Alijua kwamba kuzaliwa kwa mfalme mwingine kungetishia madaraka yake. Aliwaita makuhani wakuu na waandishi wa watu akawauliza, Kristo azaliwa wapi? Wakamjibu, katika Bethlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii: nawe Bethlehemu, nchi ya Yuda, huu mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Herode akawaita wale wataalamu kwa siri akawapa habari za wakati ilipoonekana ile nyota akawatuma Bethlehemu, akisema Enendeni mtafuteni sana huyo mtoto na mkisha kumwona, nileteeni habari, ili mimi nami niende nimsujudie. Baada ya wataalamu kuondoka, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akamwambia, ondoka, umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Yusufu akatoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri. Herode Alipojua kwamba wale wataalamu wamemdanganya, alikasirika sana, akatuma watu akawaua watoto wote wa kiume waliokuwa Bethlehemu na viunga vyake, wenye umri wa miaka miwili na chini, sawasawa na wakati aliofanya na wale wataalamu. Ukatili wa Herode ulidhihirisha roho yake mbaya na uongozi wake mbaya. Aliruhusu hofu na tamaa ya madaraka zimtawale, akitenda maovu yasiyoelezeka. Lakini kama vile giza lisivyoweza kuzima nuru, uovu wa Herode haukuweza kumzuia Yesu Kristo kombozi wa ulimwengu kutimiza kusudi lake.